Kutoka kwa wazazi wangu, afu, nikaja nikaolewa na mwanao maskini kama wewe. Sasa kwa nini usingepeleka mume wako kwenye nyumba yako uliyojenga yenye hadhi yako? Sio kabisa kuishi na yule ka bwana. Nenda kadange mwanangu mzuri, utakufa siku zizana. Hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Kenzo alifikaje hapo hospitali? Amenikute emergency room, ameondoka, kaondoka, ndo maana siko hapa kudanga, na sio kila mwanamke ukimwona hapa ujue kapata ofa. Sikutegemea kama watu wangefurahi vile, lakini hili mke wangu nililitegemea kwa ni isingeweza kukuangusha kabisa. Sio marafiki, ni zaidi ya ndugu. Ila, ndoa imeshafanyika kufa kupo nje nje ninavyokwambia yeah. yeah. kaburi mnaliona akhera <laughs> naiona ile pale Abdul gharama za kupandikiza figo ni zaidi ya milioni 25 na na na, na, na gharama zote tumeshatoa Abdul kwa nini unataka kunigeuka okay. swali na kuomba please naona tuelewane kwa nini sikia okay, Abdul naomba please

Pasipo mimi kutoa uhai wa yule bibi, unafikiri ungekuwa umekaa hapa unajichana unajichanachana kwenye, kwenye garden ya watu hapa, mnalishana vindizi vya kuiva what? Wewe, yule bibi alinikuta mimi natoka chumbani kwako siku ile. Sasa wewe badala ya kunishukuru mimi ufanye kile nachokitaka, unaanza kuniletea mambo yako sauti akimh niongeza sauti. Inatosha, toka kwako hapa. Miwamoto. Hey! Najua <tukama> ni Lulu anataka kutugombanisha, no, trust me. Siwezi kufikiria hata siku moja kuuza nyumba ambayo unategemea kujenga familia mimi na wewe. Wewe, wewe. Familia na nani? Siwezi kufanya kitu kama hicho. Wewe, ni aibu wewe. Unazani taarifa zako sijazipata. Nisikilize Kenzo. Eh, hey, hey, hey, hey. Sinishike, una haya wewe, mwanaume unakaa mundani, tunakaa wote bado uridhiki. Mpaka na nyumba unataka kuiuza. Shame. Toka. Toka. Toka ndani kwangu. Kenzo. Nakwambia uondoke. Okay. Toka. Sawa baba, nitajitahidi ni kwa karibu naye sana kwa kipindi hiki. Unajua shida kubwa sio kwamba Albert ana mapenzi ya kweli na Doris. Mm. Anafanya tu kwa sababu unajua mpaka sasa hivi kutokana na kule kuudhika anisababu, akifanya vile anaweza kabete relief kwenye moyo. Lakini, mm, naamini yale mambo ya muda tu. Baadaye atakuja kugundua kitendo cha kufanya ni cha kijinga sana. Kwa nimekuelewa. Mm. Nakuelewa sana. Na pia hata ukimwangalia Albert mwenyewe. Ndio. Mm. Kitendo cha yeye kale ni kuwa anakwenda pale kumsumbua sumbua Albert nzuni, na nini. Ile unajua sio nzuri kwa sababu inamfanya Albert asipate muda wa kuweza kutafakari mahusiano hapo kumeanza na nini. Kwa Albert anaona kama anaona kama vile kali anamfuata fuata sana. Kweli kweli. Na hiyo ndio itakuwa mbaya sana. Mimi namfuata nani? Kale. Eh, nani Grayson alikuwa anasema hivi? kwamba yani, sijui ya nikuambieje, mwanangu. Jamani, nawasikiliza mimi, namfuatafuta nani? Yani, ametoa nani ma, maneno mazuri sana kiasi kwamba mimi nimemuunga mkono uu, mm. Kaa basi kwa... Dofu, sababu, you know, kwa sababu inaonekana muda mrefu umekuwa naingilia matatizo. Hapana hapana mwanangu, ambayo mabaya nyuso. Hapana mwanangu, wala usiwaze vibaya, naomba wa tafadhali mwanangu nisamehe mimi baba yangu, yote ni kiranga changu mwanangu. Nimekuponza mwanangu, samahani sana baba. Kuwa na amani mama. Mimi naomba niwaache kidogo. Aaa, aomba iwah wewe? <Jacqueline> Mani, kwa sababu hata mimi nimefikiria hilo neno, nilosema sio nzuri, nilikuwa tu nimegafirika, naomba unisamehe. Tumefanya vitu vingi sana, tumetoka mbali, tumesaidia na mambo mengi, tumepitia wote situations ngumu, tumepitia mazuri pamoja. Kwa hiyo hilo neno haikuwa sawa kabisa u

Karibuni hey, kwamba hali ya ujauzito ndio inakuchanganya kwamba unasahau kumbukumbu zinapotea, au inakuwa ina kwa... Nani alikuwa atoa hela za matumizi? Nani alikuwa atoa hela za matumizi zake? Si mimi jamani, au umesahau? Mama unanihusi? ah ah. Sasa kama mama, labda hali yako hii ndio inaosababisha unasahau vitu vya muhimu kama hivyo. Unajua, kambona kaniambia kila kitu, akwaku na hela za mume wangu mwenyewe, ak akunaambia mimi nimrudishe mtoto nyumbani Umekuja hapa kwa sababu unajua kwamba amefungwa. Na ndio maana umekuja. All those time ulikuwa. Sasa hebu, wewe unafikiri ile hali iliyojitokeza siku ile hapa mimi nilikuwa kweli ningerudi hapa wewe, unaona? Nitaka mimi nife naye ufurahi, si ndio?

ndani. Naomba tu niitie Albert nizungumze naye. Kweli, na shida tuna Albert, tena hata nje ya gate kule, mimi naweza nikazungumza naye. Hivi. Kwa Albert, wewe umesahau ume, ume, ume, ume, nini yani kikubwa mno, kiasi kwamba wanaume wote waoni mpaka unakuja kumfuata kila siku msumbue eh? Mambo yote uliomfanyia hayatoshi bado tu unakuja kumfuata fata maskini ya Mungu Sika kufukuza wewe, akutaki. Shida yako ni nini? Tulia kwenu. Bako leo yote nayojua, lakini naomba nizungumze na Ambet tu. kuna vitu kama mke nataka nizungumze naye eh? Unasahau kwa mimi ni mkeke wa ndoa, lakini hawezi kuzungumza na. Kwa kifupi bora uniambie mimi, nitamwambia lakini yeye hawezi kabisa hivyo vitu ni vya ndani chumbani, vya wanafamilia. Yaani hapo mazungumzo kati ya baba na mama, basi sasa tena mtu wa tatu uka, ukapeleka hisia za mtu kwenu, yaani kwamba wewe unaona unapoteza muda wako tu. Albert, huwezi kuonana naye na yeye mwenyewe hataki kuonana na wewe. Kipindi chote ambacho mimi nimekimbia, nilikuwa nakufuatilia vizuri sana, nijue hali yako unaendeleaje na kila kitu, ndio maana leo nimerudi. Na ukitoka hapa una kitu kitachokufanya urudi tena for the second time. Sawa? Unajua saaunajua, unafanya unafanya masiara, unajua. Sasa, unanifukuza mimi niende wapi? Wewe unajua kama una ujuzi. Sasa, Subiri kwanza. unanifukuza hivi Unanisubisha kwanza umejavua viatu kwanza. Toka, toka.

Eh, ah, hebu nisikilize kidogo. Nakusikiliza? Nipe dakika tano tu nizungumze nawe kidogo. Sawa. Wewe wewe, unafikiri mimi kuondoka hapa. Hebu naomba, naomba. Naomba siende haraka namna hiyo, taratibu basi wewe wewe, sio kunifanyia hivyo mimi. Ai, Ah,

Kama uwezi kuniambia mimi ni vitu vya chumbani, nenda tu, uko navyo vya chumbani, kaviweke kwenu, sio hapa. Hapa shapa koroga tiaja. Hey, basi nitakaa, nitasubiri pata kucha, itakuwa usiku, lakini mpaka nionane na Albert siwezi nikaondoka. Hivi acha ubishi, mimi nakuomba uende, nakuomba uende, hatutaki vurugu na wewe, nenda mimi mimimonye sitaki vurugu na wewe. Mimi nilichokuomba naomba tu nionane na Albert basi. Kwa hiyo shida yako kubwa, yani, ni Albert. Albert tu. Yaani wewe muite tu, nafikiri mimi na tatizo tena, inaweza ikawa ndo mara ya mwisho mimi kukanyaga hapa. Okay. Eh, asante sana nashukuru sana.